Nina furaha kubwa kutambulisha rasmi kwenu mtoko wa uendelezaji wachimbaji wadogo. Mtoko huu ni promotion ya kukidhi mahitaji ya teknolojia taalamu, na rasilimali katika sekta ndogo ya uchimbaji wa madini. Mtoko huu utazinduliwa kupitia tukio maalum la Pop-Up Education For Jobs 2025 ambalo litafanyika tarehe 16 na 17 ya mwezi wa kumi mwaka huu wa 2025 jijini Dar es Salaam jijini Dar es Salaam. Niseme tu uh, kwa harakaharaka kwamba mradi huu tulianza kama pilot mwaka 2019 kwa kushirikiana na wadau wetu muhimu sana ambao ni benki ya NMB pamoja na shirika la madini Tanzania kwa maana ya Stamiko, pia na tume ya madini kwa ujumla. Kwa mkoa mzima wa Geita tuliwafikia wachimbaji zaidi ya 700, na wachimbaji hao kwa elimu waliyopata wakajiunga katika makampuni vikundi mbalimbali vili na vikundi vile vika- wakavisajili kuwa ni kampuni ambazo baadhi nimesha zitaja hapa kama Kerezia Gold Mine, Cancer Gold Mine, Geoma Gold Mine, Wigotech, Semt Investment. Kwa hiyo wale wachimbaji tuliowafikia mwaka elfu mbili na kumi na tisa wameweza kurasimisha ni zao hadi sasa hivi wanamiliki leseni zao za uchimbaji wa madini. Naomba kwa serikali, kuna baadhi ya vikundi havijapata angalau viwanja, basi naomba serikali itusaidie vikundi ambavyo bado havijapata viwanja ili ujirue kutuni, basi naomba hata vyenyewe serikali ivione itusaidie viwanja hivyo ambayo serikali inatutendea na shukrani nyingi kwa serikali, ambapo imeona kwamba wachimbaji wadogo tunapaswa kusimama wenyewe na kumiliki uchumi wetu katika nchi yetu wenyewe, na ikaanzisha mradi ambao ukatufuata kutoka mahali ambapo tulikuwa tumetawanyika. Godtech walitutafuta na kutukusanya, hatimaye tukafundishwa jinsi ya kujitegemea na kuimarika kiuchumi. sisi ni wa iliyofanyika kwa serikali, NMB, Stamico pamoja na Godtech. Tulifundishwa, na baada ya kuelewa somo hilo tukawa na makampuni. Mmojawapo ya kampuni lililonufaika ni la kwetu Castle Gold mine Company.